ilikopo ni asubuhi tumefika hospitali ilikopo tarehe 24 tulipofika pale hospitali mimi nikafika pale hospitali nikakaa mke wangu ndo akaanza kufanya hizo process za kuonana na daktari tulipoonana na daktari tukamkuta daktari mwingine wa kike yupo mle ndani tulipomkuta yule daktari tukaongea naye yule daktari akaniambia kwamba lala hapo ni kuangalia kalala kwa, doktor. Doktor yu, meongu, iliko, ni kalala kweli pale kitandani akapo na daktari na daktari yule wa kike yumo na mke wangu na yeye mwenyewe daktari nilipokuwa nimelala pale akanipinya pinya tumbo Akaniambia shuka. Niliposhuka akatuelekeza kwa dokta mmoja hivi, akasema kwamba kuna dokta hapa ni sauti ila kuna dokta mwingine ambaye anayo hiyo ni sauti. Akawa ametuelekeza kwa dokta Richi. Kwa watu wengine tulisoma dokta Richi. Huyo dokta Richi akawa amefanya hivi ametukuma ni sauti, akatuuliza majibu, alisema ni warudishie, tukasema ndio, akatupale majibu tukamrudisha dokta Juma. Tukamrudisha dokta Juma, dokta Juma tukamkuta yupo na wagonjwa wengine. Kapeleka chumba cha upasuaji. Alipotupa alikuwa ametupa yale na nilia, tumempa yale majibu, akaniambia nisubiri ni hapo. Kweli tukamsubiri. Alipomaliza na yule na nilia, mtu wa kumpasua kwenye ile chumba cha upasuaji, akaniita mimi. Alipomniita mimi nikiwa peke yangu. Mume wangu yeye akabaki pale, alikuwa ameniambia tu nisubiri. Nipo kwa nimeenda mle, akaniambia kwamba wewe una uchafu mwingi. Kwa hiyo kuna dawa ambayo nitakupatia ili kusaidia. Alipokuwa akaniambia sasa akaniambia lala hapo chini ili nikupatie dawa. Vua nguo nikupatie dawa. Kweli nikavua mimi nguo, akaniambia wewe nifanyaje? Amenipatia dawa. Ameniambia lala hapo chini nimelala. Nimelala akaja akawa amenivua nguo, na yeye akaanza kunipaka. Alipoanza kunipaka mimi nikaanza kulia. Nipo nalia, afu akawa ananiziba mdomo. Ameniziba mdomo afu akamaliza; hivyo maliza haja zake Akawa kafanyaje? Kaniruhusu, nikawa nimetoka kile chumba. Nilivyokuwa nimetoka kile chumba, ila mme wangu alikuwa kamenona kabisa, nilivyo nalia, akawa aniuliza wee, vipi? Tukawa tumeelekea kule kwa huyu daktari Juma. Daktari Juma akatupa zile dawa ambazo zilikuwa zinahitajika, alafu akatwambia wewe, unaweza kumpatikia mke wako dawa au mke wako unaweza kujipatikia dawa? Nikasema hapana, nasema njoni kuelekeza alivyokuwa kaniambia niende. Akatuelekeza, ndo tukaenda mimi na yeye na mme wangu tena kule chumba cha upasuaji Ako amenielekeza. Ila mimi niko nalia. Niko kwa nalia anamuelekeza mume wangu jinsi ya kunipa kunipatikia dawa. Baada ya hapo alipomaliza tukashuka. Akaniambia shuka, shuka muende sasa. Sawa so, sawa. So, kwa mwangana mume wangu wakalipana mimi na nilia, nipo nalia tu, nipo naondoka. Mume wangu akaniambia mbona wewe upo hivi? Kuna nini? Mume wangu nilikuwa nimemwambia kwamba Dr. Juma amenibaka. Mume wangu akasema, haiwezekani." Mmm, namkuta. Alivyorudi hakumkuta Dr. Juma alipokuwa amemkuta daktari Juma hayupo, ndo akawa ameniambia sasa tunafanyaje, daktari Juma hayupo. Nikamwambia hapa ni mwambie mama mama wangu ambaye mama wangu ni mzazi, tukawa tumemwambia mama. Mama akasema nifuateni huko nyumbani, ndo tukawa tumemfuata mama, hivyo kuwa tumemfuata mama, ndo tukaenda kuonana nao waganga au madokta sambo hapo tu ya Juma, tukawa tumeenda kuonana nao, tukawa ku kwa tumeenda kuonana nao, tukawaeleza tumoeleza, ndo akatambia tuwasubirie kwanza, tumwasubiria ndo tukaongea nao mle ndani, tumeongea nao mwisho wa siku, akaanza kuwaita hao ma wakuu wa wapelelezi walivyokuwa wanawaita, ndo ikawa imeendelea hivyo mpaka tumeenda kituoni na mpaka sasa ipo hivyo.